Ukiwa na ujauzito, kwanza, ujauzito ni siri kubwa. Baba yako anatakiwa asijue, hata kaka yako ndani asijue, kwa sababu ujauzito, kuna michezo pale imepita. Hiyo michezo sasa, wewe unatakiwa usimjulishe babako na kakaako wa kiume asijue, hata kama mamako anajua, ni siri kubwa. Baadaye babako ndo aje kuona tumbo at, at, at, atafanya nini na tumbo lishatokeza, lakini sio vile alivyofanya yule binti. Yule binti kajizalilisha, ndio maana nikakwambia mpaka kwa wazazi wake. Kwa hiyo kamjulisha kabisa babake kwamba mimi nafanya michezo hii na mimi ndio niko hivi sasa hivi. Kwa hiyo, yule binti ajielewi, ajielewi hata kidogo. Yule umle wa mwanangu hey. Yule binti hajielewi hajifahamu kabisa mm. Kama mtu umeachana naye aja kuwia ujauzito mm. na ulikuwa naye toka zamani na umeishi naye mm. sio lazima utoke kama vile alivyotoka yeye. Kwanza kajizalilisha mm. pili katawazalilisha hata wazazi wake, haiwezekani mm. Binti mdogo kama yule uende na kipimo cha mimba u nani ukumbini mm. Utoe kabisa kipimo cha mimba kwamba wewe mjamzito. Mzito mm. Hamna nayemkomoa, sana sana anajikomoa yeye mwenyewe mm. Kwanza sisi wazee wa zamani, tuseme sisi tulivyokuwa zamani mm. mabinti wa zamani mm. Hatuwezi kufanya namna ile hata siku moja. Inakuwa unawazalilisha wazazi wako, unajizalilisha na mwenyewe, na huyo bwana aliyokugea mimba. Kwanza huyo bwana wake ajielewi vile vile, bwana wake ajielewi. bwana wake ajielewi vile vile. alitakiwa yule binti amweleweshe kwamba hii ni siri, na mimba ile inatakiwa iwe siri. Sasa hii ye mimba yenyewe ndogo kabisa, hata haijakuwa iko sehemu yoyote, haijafika kile kipimo, kama ni cha uongo kama sio cha kwake, kakizoa tu huko mitaani, au kaenda kuomba hospitali, sisi tutajua mm. na hao waliokuwa naambia kwamba eti hichi ni kipimo cha kwake, kwani wana uhakika gani kwamba kile ni kipimo cha kwake mm. Kwa kajidhalilisha tu, anasema anasema anasema, alitaka wabebe na mkojo, waliopimia kapimia pale pale ukumbini mm. Kubeba mkojo sio tatizo, unaweza ukabeba mkojo na kawa sio wa kwako vile vile mm. Eh, hey, unaweza ukabeba mkojo sio wa kwako, yaani asubiri mimba iwe kubwa mm. atoke na tumbo mm sio na kipimo na mkojo yani, yule binti ajielewi na yule bwana wake ajielewi na huyo bwana aliyemwacha ajielewi vile vile. Kwanza binti mwenyewe maruperupe, anavua nguo maukumbini pale. Yani yule bwana hata kama ataoa ataoa kiruka njia, yani kwa sababu yule binti kavua nguo ukumbini, kaonyesha ushanga ukumbini. Umeona, yeah. Sasa haiwezekani binti kama wewe kweli unataka kuolewa mm -hmm. Na kuna mwanamume anayeona mwenyewe anaj, anajinasibu kwamba yule bwana anampenda mm -hmm. Wanapendana kumpenda na kupendana, ndio kavue nguo ukumbini ndo kamletea kipimo cha mimba yake ukumbini. Yule ajielewi chizi anasema, anasema kulikuwa kuna watesi wake, watu ambao eh, o, mawifi wamesema ulikana kaka yetu muda mrefu jabeba ujauzito naye akasema leo nawaonyesha kaka yenu nimeachana naye ajanipa ujauzito sasa hivi na mwanaume mwingine, anawarusha roho watesi wake hata kama na warusha lo, kwa rusha lo, so kwa staili ile yange, subiri tumbo liwe kubwa, anatoka na tumbo mm. Ndo mtu unamrusha lo, ndo unamwelewesha kwamba hapa mimi sasa niko vizuri. Wewe unatoka na kipimo kitupu, afu mimba iko flat, yani tumbo liko flat, wewe mtu atakuelewa vipi? Atakuamini nini? Labda ule mkoje uliomba tu hospitali na kile kipimo, vipimo vipo tu, labda ulikiomba cha shoga yako ukaja, wakileta pale kumbini, yule hajielewi alichokuwa nakifanya pale, sio kuwakomoa, yeah ma na kajizalilisha. Eh, hey, kajikomoa na kajizalilisha yeye mwenyewe na huyo bwana wake kamzalilisha vile vile. Yeye mm, huyo bwana wake wa sasa hivi huyo mm, nani PM sijui PM hey, kamzalilisha hey, na yeye mwenyewe kajizalilisha. Yaani wote wamejizalilisha. Wanaonekana malupe lupe. Wote mitaani hata waeleweki. Mwanaume na mwanamke wanaonekana wote malupe lupe. Malupe lupe hawaeleweki, kwa sababu yule mwanamume kama kweli mwanamke anampenda, ange mdhibiti. Yule mwanamke hajamdhibiti, na ndio maana akatoka na kipimo na akavua nguo na bado yuko naye. Hawajielewi yani. Yule mwanamume hajielewi hata kidogo. Yule sio mwanamke yule, kiruka njia muhuni mm. wa mitaani, yani ni wa vigodoro, muhuni wa vigodoro mm. Sisi wazee wa zamani tunaita muhuni wa vigodoro mm. Eh, yani ndio yule. Nyinyi enzi zenu, mtu akiwa na ujauzito kama vile huwa anafanyaje? Kwa kuarusha roho atesi, yani sisi enzi sisi za usichana wangu mm ukiwa na ujauzito kwanza, ujauzito ni siri kubwa, baba yako anatakiwa asijue, hata kaka yako andani asijue, kwa sababu ujauzito kuna michezo pale imepita hiyo michezo sasa, wewe unatakiwa usimjulishe babako na kaka yako wa kiume asijue, hata kama mamako anajua, ni siri kubwa. Baadaye babako ndo aje kuona tumbo at, at, at, atafanya nini na tumbo lishatokeza, lakini sio vile alivyofanya yule binti. Yule binti kajidhalilisha, ndo maana nikakwambia mpaka kwa wazazi wake. Kwa hiyo kamjulisha kabisa babake kwamba mimi nafanya michezo hii na mimi ndio niko hivi sasa hivi. Kwa hiyo yule binti ajielewi, ajielewi hata kidogo, wazazi wa ameambiwa sasa hapo eh, mpaka wazazi wao imekuwa yoosha. Baba yake kashajua mm. -hmm. na mama yake kama alijua ndo, na kaka yake kama iyo, yani, na kaka kashajua mm -hmm. kwa hiyo yani haieleweki pale ndani, mpaka baba yake naona anamzalilisha kwa sababu uwezi kuzalilisha wazazi wako namna ile mm. uwezi kutoka na kipimo wewe ukaonesha ukumbini ukavue na nguo kabisa mm. -hmm. eti oh, mimi ninamkomesha x x, anamkomesha nini? mm -hmm. x anaweza akapata mwanamke mwingine na yeye akapata mimba vile vile mm. -hmm. yani ile so solution solution yangisubiri tumbo likuwe mm -hmm. yeye ndo angekomoa mm -hmm. kwa tumbo limesha kuwa kubwa tayari, ndo anasema sasa mimi naenda kukomoa, ndo angekomoa, anapita ange na tumbo lake, ndo watu wanamuona, ah, kweli sasa. Vile mtu hata uongo si mtu anajua, labda uongo tu sasa. mm -hmm. kamzalilisha mnani pale, sikajizalilisha mwenyewe tu, lakini kama ni kweli angekuwa namkomesha na, na, na, na ex wake. Unaamini mwanaume anakomeshwa kweli? kukop... kwa mwanamke kupata mimba na mwanamume mwingine amkomeshi, hajamkomesha na wala hajamkomesha kitu chochote. Sana sana akajizalilisha, yani mwanamume hakomoke kwa hilo mwanaume. Kwa hiyo angekuwa anamtaka yule bwana wake wa kwanza angeongea naye tu vizuri, la mtaki wewe umeachana, angeendelea na huyo huyo wa sasa hivi. Lakini kwa vile, kwa staili ile aliyotumia yani, kama yule wa kwanza anajielewa, kashajua kwamba yule mwanamke kiruka njia hafai, kwa sababu haiwezekani mwanamke akaoneshe vile tena ukumbini kwenye watu kibao, anaonesha matukio yake yote yanayoendelea hivi, anajielewi? Maana vitu vile ni siri kubwa. Ndio maana watoto wa sasa hivi wa kike wanatoka kapa, hawana kitu. Kwa sababu vile, ushajitangazia mtu mwenye ubaya, anaingiza hapo hapo na baadaye, siku mbili, siku tatu, mimba yenyewe shatoka. Haya, unaongea nini sasa? Hey, wa, yani watoto sasa hivi wa kike hawajielewi. Vile vitu ni siri, alitakiwa avifiche. Ndio maana wanatoka kapa. E, watu sasa hivi kuna moja ile. Kuna moja ile alikuwa ameachana na yule mwanaume wake wa nyuma, akawa anakata zile changa zake ambazo aliandika jina. Uliona ile niliiona, nimeiona vizuri nduma, nikakwambia yule msichana hajielewi. Kwa sababu gani? haiwezekani wewe U, u, u, vitu vyako vya asili vya ndani ukavitoe nje, kwamba ulikuwa na shanga zina jina la yule bwana wako eti, alafu mm -hmm. unazikata sasa, unamkomesha nani? Vile vitu ulivyonunua kwa wewe kwa hela yako mm -hmm. na ukivikata wewe mwenyewe sasa, unamkomesha amna cha kumkomesha, umkomeshi ex wala umkomeshi hivi, yani sana sana unaonekana ni chizi usijielewa, malupe lupe mm -hmm. yani wa mitaani mm -hmm. eh, mwendawazimu wa mitaani, yani umeona jalala jipya mm -hmm. Wenyewe watu, watu mjini, Bibibu, muda, muda ya, ya, ya, wa mjini wanakwambia kaona jalala jipya, chizi aliona jalala jipya. Vikubwa nzi zenu na nyinyi mlikuwa munaandika majina ya wapenzi wenu ama waume zenu kwenye shanga? Hapana, sisi t tufanye namna hiyo. Vile vitu kwanza ni siri sana, linatakiwa yule mtu wa ndani ndo anaviona, sio nje tu uoneshe kwamba nje. Mimi wewe ulikuwa na shanga imeandikwa uh, jina la mpenzi wako. Vile vitu ni siri sana na vitu ni vya ndani, yani vile vitu ni siri vya ndani vya ndani. Kwanza ile msichana nadhani hajachezwa eh? Hajachezwa, hajachezwa, hajafundwa. Yule anatakiwa aingizwe ndani, achezwe, afundwe, apigwe, akomae. Sasa kwa sababu vile vitu anavyovifanya sio msichana aliyopata mafunzo. Msichana aliyopata mafunzo anaweza kufanya vitu kama vile, miaka kumi na saba hata e. Kama ana miaka kumi na saba hajaingizwa ndani akapata mafunzo bado e. angekuwa na mafunzo wala singetoka na vile vitu alivyovifanya, kutoka na kile kipimo ku nani ku nani, siju ku na nitoa zile shanga zake na kuanza kuzikata yani ya, ya, vile vitu havina av, mafunzo. Ana mafunzo yule? Mm. Yule hajachezwa kabisa, angekuwa ni mtu mwenye mafunzo angefanyaje? Labda yaani, angekuwa ni mtu mwenye mafunzo mm. angekuwa na hekima angekuwa na busara na angekuwa na aibu. Mm. Yule hata aibu bwana, anaonekana aibu bwana, hata kidogo. Usambuzi aibu bwana, sura yake unaiona kawa kaa maruperupe, usambuzi kabisa yule. Mm. ana akili Unamwonaje? Kwanza hata akikaa mm. ya yani amtulize, mm. amtulize kwenye kwa kwa kwa... hivi. Eh, mume wangu yuko hivi, jogoa wiki vizuri mambo yake ndani yote anaongea mm. Eh, kwa yule msichana haiko kwenye mafunzo. Hana akili. Unasemaje kwamba yule msichana ana akili? Mumewe kasema, mwanaume wake kasema, mimi ndo nimempenda huyu. Yaani ndo penzi lao sasa hivi We namna yo utakuwa mtu unajielewa? Mtu anavua nguo ukumbini, analeta kipimo ukumbini, anavua, anakata shanga, baada unaambia ati mapenzi shata, shata. Kwanza alitakiwa hata asitoke akaongea namna, angejificha kabisa kwamba asijulikane kwamba yule yeye, yeah, anatoka na yule msichana asijulikane kwa meno mwenye mimba. Yaani asijulikane, alitakiwa asijulikane kabisa kwa sababu yule bibi afai mm. Afai hata kidogo, ile alitakiwa asijulikane kabisa. Yule bwana madevu alivyotoka ndo kazidi kujizalilisha, na anavyoongea ndo anazidi watu wanazidi kumcheka. a Bwana Madevu, yani msichana mwenyewe ndo yule wa kuvua nguo mitani, yule anaweza kuvua nguo hata kwa babake mzazi anaweza e, e, e. Yule mzazi anavua nguo. Mm -hmm. Ni mwanamke wake, kajizalilisha sana. Bwana Madevo yule yule msichana anamdhalilisha kiasi hichi, nimechoka kabisa yale yule msichana anamdhalilisha yule bwana Madevu e. Anamdhalilisha kabisa Madevu. Yeye angekaa pembeni e. Asubiri tu ile binti azae, kama mimba kwake angemchukua mtoto akakaa naye pembeni akamwangalia yule binti akamwacha na mwagalasi bibi kubwa. Wewe wewe unafahamu furaha ya mwanaume kumpa mtu ujauzito, uja vile ambavyo yeye anajifili kwamba mimi ni mwanaume kamili? Mtu anaweza kukaa kimya kweli mwanamke asema mimi nina ujauzito eh? Ndio maana akaona bora atoke aseme ndo mimba yangu, nafurahia penzi ah, Unaangalia na mtu mwenyewe, mtu mwenyewe ajielewi, unatoka unasema mimi kweli nimempa ujauzito mimi kweli ujauzito ni wangu. Sasa wote mnaonekana machizi watupu. Ndio maana unaambiwa ukitembea na chizi na wewe chizi, yaani ukishatembea na chizi tu na wewe mwendazimu. Ukitembea na anaiba na, na, na, na wewe mwizi kwa sababu yule anatembea na yule msichana marupelupe, na yeye anaonekana na huyu vile vile. Hata kama kapoa anaonekana na yeye huyu, vile kachangamka, anajifanya kapoa tu na madevu yake, lakini kumbe na yeye ni chizi vile vile. Kwa sababu gani wewe uweze kutoka akasema yule mwanamke ni wangu mimi, na kweli nimempa mimba, ni na ananipa starehe, mwanamke mwenyewe anavua nguo za zaradi hivyo, unajielewa kweli? Ifu, nasikia kashatangaza ndoa. Ah, madevu. Madevu anataka aoe. Madevu anajizalilisha. Yule <laughs> binti ataswa kumuoa. La, kama anataka kumuoa, amweke chini afunde am, yule msichana afundike. Ndio ataolewa na aache kwenda kuvua nguo kwenye hadhara ya watu. Eh, hey, labda hapo sawa. Lakini akisema kwamba hivi hivi tu na kuvua nguo kule kwenye makumbi, yule msichana afai hata kidogo. Sio kumuoa yule. Yule anajizalilisha. Bi, Bikubwa, bi, sasa wewe ndo mama. Madevu ndo mwanao kaja kakuletea sasa. Ee, mama, nataka niowe mwanamke ndo yule pale. mm -mm. Ningemwamba, ningemwambia huyu atafaaje? mimi ningemwambia huyu binti hafai, au la, tumtafutie mtu amfunde, kama anaweza kukaa atulie, kama hawezi, ndio hivyo binti. Kwanza kwa usoni tu, binti anaonekana hafai, kwa usoni tu, kwa usoni tu anaonekana hafai. Labda kumtakia mema kwa Mwenyezi Mungu, labda umuombe dua au umuitie mtu, labda anaweza akabadilika, hmm. Lakini yule binti kashakuwa, yani kaweuka kwa sababu kashafikia kuvua nguo mtu, unajua kishafikia kuvua nguo na kuonesha vitu vyako kama vile vya siri za dalani, unakuwa unaonekana kwamba hujielewi. Kwa sisi watu wa zamani, kwa sisi wasichana wa zamani, mimi mwenyewe usichana kama ule wa kwako nimepitia. Sisi wenzao tulikuwa tunajitunza, tulikuwa tunajitunza, tunajificha nyumbani pale. Unatakiwi ujulikane babako ajue kabisa kama mjamzito, tena kama hivi hajaolewa ndio inatakiwa asijulikane kabisa kwamba ana ujauzito pata mimba anaenda nayo kumbini, mara kapiga mapicha kacha tumbo wazi. Yani wanajizalilisha wasichana sasa hivi, sijui wana matatizo, labda tuombe Mwenyezi Mungu tuwatawasamee. Nyinzi zenu, mtu akiwa mjamzito anaweza kwenda kwenye sehemu za sherehe kama zile? Sisi kwanza, kipindi chetu sisi ukiwa mjamzito kwanza yale aliyofanya yule binti alitakiwa asiyafanye kabisa. Kwa sababu ule, ula, ujauzito bado mdogo, na yule binti bado mdogo anatakiwa kae ndani vile akuangaisha angaisha vile, ndio maana nikakwambia, ndio maana watoto wanatoka kapa. Kwa sababu gani unavuangaika na ngaika namna ile, na uzazi wa sasa hivi vizazi vishalegea, watoto wadogo wale washapita pita na wengi vizazi vishalegezwa. Sasa unavyocheza cheza vile ukumbini nini, ukirudi nyumbani unasikia pa Hamna kitu kishatoka na mimba yenyewe. Mimba imeharibika. Eh, hey, ndio siku mbili hiyo mimba imeharibika sio vipi? Hii ni ile kaeka. Wewe una mimba ndogo, bado unataka kucheza rusha lo, hmm. Bado unataka kupanda pikipiki, piki, mm. Bado unataka kwenda kwenye mapombe, bado unataka mastarehe. Hmm. Yaani sisi tulikuwa hatuna kabisa, enzi zetu sisi usichana ukishapata mjamzito tu basi. Hmm. Ni ukaa nyumbani, ni kulala, kujiheshimu na hamna mtu anayejua mpaka mimba iwe kubwa. Mwingine unaona analavu ana ni umeona sasa yani, ya, ya, yani ya, anapita, pita njia yani sio mtulivu atuli, kesho na kesho kutwa akitoka kapa mtoto kama yule atamlaumu nani? Hamna kumlaumu kwa sababu vitu vyake mwenyewe kashaviongea. Eh, mwenye ubaya wake anatia mkono pale pale, e, mm. e, mm. huyu msichana. Mimi nachomwambia atulie nyumbani na ule ujauzito wake, akae atulie, asiangaike nao, mara kuvukavuka manjia panda, mara kwenda kwenye masherehe, mara kujitangaza kutangaza. Huma wote wanajua, mtaa wote unaokaa wanajua kwamba wewe ni uko vipi yani. Kuna watu sio wazuri, kuna watu hawapendi vitu vya watu. Ee, mtu mwingine anachukia vile yeye mjamzito anafurahia, wenzio wanatafuta ujauzito. Watu wanatafuta ujauzito usiku na mchana, wanahangaika kwa waganga, wanalala kwenye masiafu ili wapate ujauzito. Yeye amepata, Mungu kamwombea amepata anaanza kutamba, asitambe asivimbe bado. Siku bado hmm. Mimi namwambia siku bado, mimi kama mama, siku bado. Akaye atulie, asubiri mtoto wake mkononi, ndo atambe naye, na hapo utambi sana vile vile hmm. Yani unaomba tu kudra Mwenyezi Mungu akukuzie kile kiumbe hmm. Manyang'au mengi, mara wale ujauzito wanautaka, mtoto wanamtaka hmm. na wewe mwenyewe anakutaka, sasa ndio utamkwepa nani? Akaye, atulie binti mdogo yule, asiangaike mjini hapa, asitutangazie amna mtu anayetaka ujauzito wake, yeye na wewe bwana madevu. Ujauzito zipo tu, mimba watu wakizitaka zipo tu na wazitangazi, watu wengine wana mimba na wazitangazi. So kama yeye asijinate, asivimbe. Hey. anasema asinate, asivimbe, yeye msichana na bwana madevu, ndivyo ambavyo wamemaliza. Bikubwa, tuko tunazungumza kuhusiana na trending ambayo imefanyika hivi karibuni, mdada amekwenda ukumbini na kipimo cha mimba. Mengi amezungumza bi kubwa. Tuambie kwenye comment hapo, unahisi alichokizungumza ni sahihi ama sio sahihi, au kile ambacho msichana anakifanya kwenda ukumbini na kipimo cha mimba ni sahihi ama sio sahihi? Mwisho kabisa, nikuambie kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kwenye hii YouTube channel yetu, usisahau ku